Ni ya kwako simu, si ya kwako, simu, si yako. No, hii simu mm, ni ya wizi sisi tume track, tumekuta kwa huyu. Kumbe mwizi ni wewe, umefuta applications zote. Simu ilikuwa na applications na data za watu. Unajua tutakukamata ukikuta Uundo tafuta mimi, amenipa hiyo simu, ilikuwa na aplikesheni moja ya Betpawa, nikawa nacheza dubwiadub. Ah, unachezaje kwenye simu? Ah, sasa Betpawa ndio kampuni ya kwanza Tanzania kuleta kutoa e. dubu mtani kuweka kwenye simu. Unaweza e. ukacheza ukiingia Betpawa pale, unaingia e. kwenye michezo ya kasino. Kwenye e. mchezo ya kasino unaingia kwenye michezo ya spoti. Pale e. kuna madubu kibao na unaingia, unafuata hizo unacheza